Katika rais wa nchi yetu tunamchagua kwa mujibu wa katiba, tunamwapisha kwa katiba ailinde aitetee kwa moyo kabisa kabisa, bila uoga. Hawezi, hatumtaki, hatumtaki. Wa kiongozi wetu anaweza kuwa rafiki yetu sana anaweza kuwa kabla hajafika kwenye vikao vyetu hatuanzi kunywa chai au brande au wiski, lakini hiyo shauri nyingine. Lakini kwa ulezi wa nchi hatufai. Tunauona ufa huo wa kutojali katiba ya nchi, nchiwatatu unafanana kabisa kabisa

haziongozwi kutokana na akili za mtu, zinaongozwa kutokana na katiba na, na, na sheria sheria. Ni kweli nchi zinaongozwa na watu, lakini hao watu wanaongozwa na sheria. Watu ni muhimu kabisa, lazima kuwa na viongozi imara. Ndio maana tunazungumza, ndio maana niko hapa nazungumza habari ya kupata viongozi imara lakini wanaongozwa na sheria. Haiwezekani ha, mtu ana, anapata ushauri kwa mkewe, kesho tunakuta jambo fulani zimetokea. uko kucheka, uko kucheka kunaonyesha kwamba umuhimu wa sheria mmeelewa. Hamuwe kutawaliwa hata hamjui.